Pamoja na hawa. Apewe salt shaker ya chumvi, apewe stuli ya chapati na rola yake, apewe besin, apewe sieve. Apewe side plates, apewe jagi kwa Wundanyi, tmaakwacha siku ya leo aaasele kutembelea pamoja na foundation nzima. Ametupatia vitu vingi vya kutumia sisi kama kina mama wa biashara ndogondogo. Kama mimi nimepokea unga, nimepokea pan, nimepokea vijiko vya kupikia, nimepokea eh, zile mbao za kusukumia chapati. Ninashukuru achaaasi kumshukuru kwa sababu aendelea kushika kina mama mkono na kuwainua, kwa sababu anaona ya kwamba kina mama wanaweza. Na sisi kina mama, Mungu atusaidie. zile ambazo tumepatiwa sisi kwa Krismasi usiende tukaanza kuzipika chapati kishindia nazo. Hizi ni za kufanya biashara, ili sisi kusaidia kusomesha watoto, tuelekea kufungua shule ili kusomesha vile vile. Kama biashara lazima uanzie mahali kwanza, ujikubali. Kila biashara ishafanywa, hakuna biashara ambayo ni mpya. Kila biashara imefanywa, lakini ni venye utafanya biashara yako. Mpaka leo nikitoka nje, niache yule mama, nitembee kilomita kumi nikuje kwako. Hivyo ndio unafaa ufikirie kama mwanabiashara, especially wale ambao wana chakula, biashara za chakula kama sisi hapa mama ntilie leo, lazima u, ujiulize ni nini, kitu gani unique naweza fanya kenye kitafanya mteja wangu nik, akikula leo chakula changu kesho lazima aje, sitahitaji kumconvince kesho aje. Tamanio langu ni kuhakikisha kila mtu anapata, wale wanafanya hii biashara na wale wanatamani kuanza, lakini kwa sababu moyo ni mkubwa kuliko mfuko, tutahakikisha kwamba season, tuko na season nyingi, Mungu, kwamba sio kila wakati tutategemea serikali kututoa katika shida na majanga yetu. Nawaombea sana baraka kutoka mbinguni, Mungu wa mbinguni abariki familia zenu abariki biashara zenu, kwa sababu nyinyi ndio nguzo ya familia. Naomba familia zenu ziwake. Ninaomba hawa wanawake mia moja watakuwa wanapata hizi vitu, tuwe na biashara mia moja tuwe na hoteli mia moja.